Kee, tukiwa na wasanii hapa eh, mnaweza mkatuambia majina yenu na wasanii kutoka sehemu gani? Maana tumeambiwa tamsilia imeshirikisha wasanii kutoka maeneo tofauti. Kiukweli management yetu imepambana sana kutukutanisha wasanii kama hivi, tuko location tunapambana. Kwanza kwa majina, anaitwa Mike Zedek Nemesi Willibrodi Busiza. Kwenye tamsilia hii ya Nyonza nimecheza kama nikiwa naitwa Kichuya na, na ni mlinzi mkuu wa Kibanganazi ambaye namiliki wahaini wa wote hapa, walinzi wote hao walijitambulisha, mimi ndio kiongozi wao mkuu. Napatikana katika kikundi cha Wakubweda Golden Talent, kipo Lukobe, Morogoro, na nimefurahi sana kushiriki katika tamthilia kubwa kama hii ya Nyonza. Wito wako kwa wasanii wenzio? Yeah. Wito wangu kwa wasanii wenzetu, uh, kwa, wasanii kwa waliopata nafasi, wasiopata nafasi, na ambao wanatamani kufanya wapo majumbani sanaa ni kazi kama kazi zingine, tutoe zile zana kusema kwamba sanaa ni uhuni, bali tuje tupambane huko waliko, tunawahitaji, tunatamani sana kufanya nao kazi watu wengi. Kwa hiyo wasijiweke kwamba wao hawawezi, hakuna aliyezaliwa anaweza, ila tunapambana ili tuweze kufikisha lengo. Hivyo kwa sababu sanaa ni msanii ni kioo cha jamii kwa sisi tupo kwa ajili ya kuelimisha jamii kwa njia ya uigizaji. Changamoto gani ambazo umepitia ukiwa location toka kuanza kwa kambi ya tamthilia hii? Ah, kusema ukweli changamoto hazikosi, ingawa kwa asilimia kubwa viongozi wetu wakina Hafiz Mayaya wakina kameramani wetu wakina Yash wakina Yasin akina Brian wamejitahidi sana. Kiufupi, management yetu imejipanga ime sana kutoa vitu kama hivyo na pia hata Kibamba naye pia amejitahidi sana. Kwa hiyo changamoto zipo, changamoto zipo, lakini wamejitahidi viongozi wetu, kusema ukweli. Mungu awabariki sana, wamejitahidi kuzitatua zilizokuwepo, ni ndogo ndogo tu za kawaida. Kuna faida yoyote ambayo umepata ambapo ulipokuwa kambini wakati wa ushiriki wa tamthilia hii? Uh, faida ziko nyingi, faida ziko nyingi sana kwa sababu mpaka kufikia hapa. Kwanza tunasema kuna kitu kinaitwa connection, na faida ya kwanza ni hiyo ambayo tumepata kwa hizo connection ambazo zimetokea mpaka tukafikia hapa tume, ni faida moja wapo kubwa sana kuliko faida zozote. Yaani ukishakuwa na connection ni kitu kizuri sana, kwa hiyo ni faida ya kwanza nilipata. Pili nimekutana na watu ambao kweli wana, wana moyo mzuri, tunapambana, tunashirikiana kwa kila jambo, kwa hiyo faida ziko nyingi sana. matarajio yako ni yepi baada ya tamthilia hii kuingia mtaani? Uh, matarajio ni makubwa sana, kwa sababu kwanza tamthilia yenyewe inajielezea na kazi ni kubwa, na pia tuna, tuna tamani au matarajio yetu ni kwamba kazi hii itafika mbali sana, kwa sababu ni kazi kubwa na kiukweli watu wanapambana sana. tunatarajia kwamba tamthilia yetu ifike mbali. Okay, nakushukuru sana. Uh, sana, hapa ninamwona dada mmoja ambaye mpole anaonekana amechoka sana, sijui amekutana na changamoto gani lakini kwa ufupi tu tutamuuliza ili kuweza kujua naye taarifa zake. Dada habari, naomba tu kujua jina lako na ni, ni nani ambao katika hii tamthilia uh? Kwa majina yangu kamili naitwa Gift. Kwa kwenye hii tamthilia nimecheza kama s, okay. okay. mm, yani... s kifupi Nimefurahi sana kucheza kwenye hii tamthilia kwa sababu sikujai kutegemea kama nitaweza kufanya kitu kama hichi, yaani sikutarajia, ila nime, yani nimefurahi sana kwa sababu okay. nachokie ni tamthilia yako angapi kushiriki kimi, kimimi, yani kimimi ni tamthilia yangu ya kwanza, ndio maana nimefurahi kushiriki. Na una matumaini kwamba umefanya vizuri? Na matumaini ndio najua nimefanya vizuri. Wito wako kwa wasanii wenzio ambao wale hususan wanatumia namna moja ama nyingine kuipaka sanaa matope kwa njia kama za kusabika kwamba wasanii ni wahuni? Yani wito wangu ni kwamba wasijinaniliu sana kusema kwamba sanaa ni uni. Hapana, sanaa sio ni uni, sanaa ni kitu kizuri ambacho kinaweza kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwao kama ni, ni mtu ambaye ni msanii ambaye anajitambua na kujielewa anajua nini maana sanaa kwao, hakuna shida yoyote, ni, ni, ni kitu kizuri sana ambacho kinafundisha jamii. Matarajio yako baada ya kazi kuingia mtaani, matarajio yangu ni makubwa sana kwamba kazi ni nzuri, tumefanya vizuri na itasambaa ni kwa wingi winga, tayona, na watu wengi wataiona na watajifunza kupitia vitu, vitu. Maana tumetiza maisha uasilia maisha ambayo yapo mtaani. Okay, asante sana Mungu pia akubariki okay. Okay.